Once umetoka diaspora ume come home, wacha kushinda ukionyesha kila mtu umetoka diaspora kwa sababu ni wewe utakuwa target. Wewe unadhani watu wanakutaka wote na they are after your money. Wateni ni wacreate awareness na noanda unafanya unapata 80% ya wale watu wako majuu wananyonga kwa sababu hawapei mechi, kwa sababu wewe ulienda majuu mara ya kwanza ukarundi Kenya, na hiyo maringo ya kuonyesha watu unaongea kizungu ya mapua, ukakuwa targeted. So unajua as long as watu wanaona background yako kwa vitu zako huko Kenya, we ni target ya kila mtu. Kila mtu anataka umpeleke um, um, um tu umtoe tu Kenya. Watu wako na mashida, wacha nikwambie. So I just need to create awareness kwa sababu watu wengi kimewaramba Unapata ulikuja ukabrag brag, ukaangukia kamsichana, hata kako na followers, lakini mkifika huko juu akakuwa inilaf, kalikuwa kanataka tu ukatoe kwa mashida, akakupei mechi na naone. Unaona wale wanaume wengi wako majuu, wallahi wananyonga, simfanye research eh, utapata. Hata ukitoka majuu wewe unaenda, ushakuwa na brag brag, eh kizungu ya mapua, karibu nyanyako aite interpreter Ati umesahau mpaka na mother tongue. Unapata mpaka wa mama wa kanisa wanakuofa msichana mdogo, ulale na wao, ulale na yeye, bora uwatoe kwa mashida. Hata ni wao wanatuma huyo msichana eh. Haya, eh, mwingine aliniambia, imagine mtoto wa kazi ni yangu ananiambia mimi nikikunja huko nitakuwa na kufurahisha. You can imagine mtoto wa kazi ni yako anakutaka na mamake yako. Sawa, pesa, poverty Poverty is the enemy. So I just need to create awareness. Wewe so kama unataka kuoa mtu, asijue unakaanga wapi. Kwa sababu mtu mwenye anajua ni hesabu anafanya na pesa. Hakuna watu wanawapenda. Unajua saa zingine unaona ni kama uko na demand umekuwa mali safi ni kama maji umekuosha. Ni pesa my friend. Na nwanda unapata. Mkienda na wao huko meti hakuna kwa sababu wewe ushamtoa kwa shida. Eh? Kama tiaro chafu nikiwaambia ukweli mnasema na na exaggerate. Hiyo mambo ya ku brag brag. Ukifika huku ni wewe unakuwa target. Mm? Ati mtu ameenda miaka mbili. Haezi ongea mother tongue. Eh? Hmm? Akikuja huku tu ni mapua mapua. <laughs> Si ati niko na wivu. I just need to create awareness. Weu sithani ni venye watu wanakutaka. Watu wako after pesa. Na nwanda unapata. Once umetoka Kenya umeenda majuu. Na si Kenya ni Afrika yote. Kwa sababu naongea na watu wakiwa. Wa, kan, Ghana, Congo, Ivo. Unastukia the same, same thing. Diyo inawahapenia. Hmm? Unapata kabibi once mumeenda huko. Huyu mtu hakuwa na zako, alikuwa anataka umtoe tu kwa mashida. Na wanda, ukifika huko lazima unyonge juana zako. So kama unataka mtu asijue kwenye huko, once anajua kwenye huko, ako after pesa zako. Na nikiwaambia ukweli mnakasirika. Na wanda, unapata once umeweka umepost ka video tu background. <laughs> kuna watu wanajuanga background. Kuna mwingine nitaona unaingia kwa comment, unapata eh, amesema huko ni ni Canada, huko ni Germany. Yani wanajuanga background na naona unapata watu wengi kimewaramba, na unaona kama mtu kanafungua tu TikTok wimbili siku moja, once umeweka ka video, auko Kenya kako na ngiri mbili, unapata umepata followers ngiri mbili, kwa sababu watu washajua, eh, huyu lazima ni be friend, si uingie inbox inbox yako as long as auko Kenya watu, wanajanga kwa sababu wanajua utawatoa kwa mashida. Nikiwaambia ukweli mnakasirikanga. Fanyeni hiyo research uone ni watu wangapi kimewaramba inbox watu wameja. Unapata mpaka comment section uko na watu ngiri tano followers, lakini comment ya kwanza ni ya celebrity ako na 2 million kwa sababu wanajua obviously, wewe tukizoeana na yuko Kenya atakuwa anani gift millions. Si watu watu wanakutaka ni pesa zako. Kuwa smart, si lazima watu wajue hukai Kenya. Kuwa smart, nyamaza Ukikunja okay, tu ongea venye unaongeanga. Hiyo accent wachana nayo airport airport ta wachana hadi lini wa